mwezi wenye baraka mwezi wenye rehema na mwezi wenye neema na mwezi wenye machumo yaliyokuwa juu zaidi. Lakini katika machumo hayo ndugu zangu wa Islam, hawezi kuchuma mja asipokuwa na kuandaa shamba zuri, ambalo atakuja kuvuna mavuno yaliyokuwa bora atakayokuwa nayo duniani na baadaye hapo yaumul akhera, Allah subhanahu wa ta'ala atakutunukia mavuno hayo. Ndugu zangu wa Islam, katika mavuno makubwa ambayo yanatajika ndani ya mwezi Ramadhani haswa zaidi ni kuhusiana sala zima hili la ujenzi wa madarasa, ambapo katika sala zima la ujenzi huu wa madarasa, ndugu zangu Waislamu, mpaka leo hii ni aibu kubwa juu yetu sisi Waislamu. Kwa sababu gani? Tuko ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao watu wengi wangehitajika kukimbilia katika sala zima la kujitolea, ili mradi nyumba hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ndani yake si kwamba watoto watatumikia katika sala zima la kusomea elimu yoyote isipokuwa elimu ya dini ya Uislamu. Nyumba hii sio nyumba ambayo watoto wanatumikia katika sala zima la kucheza au la kucheza michezo katika nyumba hii, la hasha, bali nyumba hii itatumikia katika usomaji wa Qur'an, itatumikia katika usomaji wa vitabu vya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wa hadith. Kwa hiyo, ndugu zangu wa Uislamu, fika sala kubwa zaidi. Mada yetu kubwa zaidi ni sala zima na kujitolea. Ndugu zangu Waislam tujitoleeni haswa katika sala zima na njia ya Allah subhanahu wa Ta'ala, haswa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Nilitarajia ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndugu zangu Waislam, laiti tungekuwa ni wenye kujitolea. Laiti tungekuwa ni wenye kujua mavuno ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Madarasa hii ndugu zangu Islam, tangia tulivyoanza kuitangaza mpaka hivi leo, ingekuwa imeshakwisha ndugu zangu Islam, lakini kwa hivi sasa haijakwisha, kwa sababu bado hatujatambua ule muhimu wa kujitolea. Lakini ndugu zangu Islam, jitoleeni kwa njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili tupate rehema na huruma zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukijitolea mara moja, basi tambua kwamba haitokusaidia leo hii bali Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maelezo yake na kauli thabiti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya kwamba jambo hili litakusaidia hapa duniani na kesho ya akhera, katika maisha ya kaburini na siku walatakumu saa akatikakosimama kiama, napo itakuja kukusaidia. Kwa hiyo ndugu zangu waislamu nausia pamoja na kuusia nafsi yangu katika sala zima na kusimamia katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama hapa ina watoto kusomea Qur'an, tena na kusomea kitabu cha kwa kwa ya wa sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam sio yote, isipokuwa ni hadithi za Muhammad katika katika katika katika mafundisho. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tena nafsi nafsi yangu zenu katika sala zima na kujitolea katika njia ya Allah

wakisoma katika madrasa hii ili mradi upatilie thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe upate kuandikiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala malipo yako mbele ya Allah. Ndugu zangu Waislam, kwa hiyo kupitia sadaka hizo, basi kwa yule yoyote ambaye anatajilia kutuma basi, anaweza katuma kupitia namba zetu zifuatazo sufuri nikirudia tena kwa awamu ya pili, kwa yote ambaye anahitajilia kuchangia sadaka yake akiwa katika pande zote za dunia, ikiwa yupo Zanzibar, ikiwa yupo Dodoma, Arusha, mkoa yote wa Ta'ala atatuma sadaka yake kupitia namba hii 0696707032 atatupigia simu ili mradi tupate kuelekezana kuhusiana na ujenzi huo, na kwa maelezo zaidi atatupigia simu ili mradi wa kuelekezana. assalamu alaykum